Kuna baadhi ya maeneo duniani ambayo hubeba siri nzito zisizotamkika kwa urahisi, siri ambazo miaka hupita, lakini haziwezi kufutika katika kumbukumbu za watu waliowahi kushuhudia au kusikia athari zake. Mtaa wa Kizuka ni miongoni mwa maeneo hayo, mtaa uliojaa utulivu kwa nje, lakini ukificha huzuni, hofu na fumbo kubwa lililozikandamiza roho za wakazi wake kwa miaka mingi. Katika mtaa huo kuna nyumba moja ya zamani iliyotelekezwa inayojulikana kwa jina la nyumba ya milango mitano. Ingawa watu wengi walijitahidi kusahau yaliyotokea humo, mlango wa tano wa nyumba hiyo uliendelea kuwa ukumbusho hai wa jambo lisilofahamika, jambo ambalo watu hawathubutu kulizungumzia hadharani. Lakini siku moja, kijana mgeni asiyejua historia ya mtaa huo, alifika Kizuka. Jina lake ni Fadhili. Akiwa na moyo wa kutaka kujua na tamaa ya kupinga imani za kale, aliamua kuchunguza yale ambayo watu waliohofu kuyagusa. Ndipo pazia la fumbo lilipoanza kufunuka, na hakujua kuwa hatua yake hiyo ingempeleka katika dunia isiyo na mlango wa kurudi. Siri ya mlango wa tano. Katika mtaa wa Kizuka kulikuwa na nyumba moja ya zamani ambayo watu waliiogopa. Nyumba hiyo ilikuwa na milango mitano, lakini watano haukufunguliwa kamwe. Waliojaribu kuufungua walipotea au walipatwa na matatizo ya ajabu. Watu walikatazwa hata kuutazama kwa muda mrefu. Lakini kijana mmoja jasiri aitwaye Fadhili, ambaye alikuwa mgeni katika mtaa huo, hakusikia onyo hilo kwa uzito. Akiwa na hamu ya kutafuta ukweli, aliamua kuchunguza nyumba hiyo usiku mmoja wa Jumamosi. Alipofika, upepo mkali ulivuma ghafla. Mlango wa kwanza hadi wa nne ulifunguka moja baada ya mwingine, kana kwamba nyumba ilikuwa inamkaribisha. Alipoikanyaga korido ya mwisho kuelekea mlango wa tano, alihisi baridi isiyo ya kawaida ikimpuliza shingoni. Alisimama, akavuta pumzi, na kwa ujasiri akaushika kitasa cha mlango huo. Ghafla, mlango